Naam, mtazamaji wa Nyikani TV umeona tukuletee taarifa kadhaa ambazo zinaendelea katika mitandao ya kijamii na mambo kadha wa kadha. Chama cha Mapinduzi kimetoa taarifa kwa umma hapo jana, kikieleza kwamba maazimio ya kikao maalum cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM ya taifa kilichofanyika jijini Dodoma tarehe tano Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Barua hii inasema hivi, ama taarifa hii kwa umma inasema kwamba kikao maalum cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM ya taifa kilichoongozwa na mwenyekiti wa CCM na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kimefanyika tarehe tano mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano jijini Dodoma. Hiki ni kikao cha kwanza kufanyika tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano hapa nchini. Barua hii ama taarifa hii kwa umma inazidi kueleza kwamba pamoja na mambo mengine, kikao hicho maalum kilitafakari hali ya kisiasa nchini, kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kuazimia kama ifuatavyo: Jambo la kwanza, inasema: kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM ya taifa inawapongeza kwa dhati wananchi wote wa Tanzania kwa kujitokeza kwa wingi kwenda kupiga kura na kuonyesha imani kubwa kwa Chama cha Mapinduzi. Pili, kwamba kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM ya taifa inalaani vitendo vya kihuni na uvunjifu wa amani vilivyofanywa na baadhi ya watu vilivyosababisha vifo na uharibifu wa mali za umma na za wananchi. Tatu, chama cha mapinduzi kinaazimia kujitathmini na kujipanga vyema kubeba dhima ya kuliongoza taifa. Na nne, inasema kwamba chama cha mapinduzi kinaitaka serikali kuchukua hatua mwafaka, nchi inabaki katika hali ya amani na utulivu. Kidumu chama cha mapinduzi. Imesainiwa na Kenani Labani, kiongozi katibu wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa NEC, itikadi uenezi na mafunzo, tarehe kumi na tano mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Baada ya barua hiyo ama taarifa hiyo kwa umma, Askofu Kalikawero Kalinda Bagonza ametoa tafakari akisema kwamba Usimame dakika moja tuwakumbuke wahuni. Askofu Bagonza anasema mwaka elfu moja mia tisa na themanini na sita wakatamiwa wa Kilombero waligoma na kuandamana wakakumbana na kisiki cha polisi, nadhani walikufa sita. Serikali ikampongeza mkuu wa mkoa na mkuu wa polisi, katibu wa mkoa, katibu na mkuu, kofia moja wa mkoa wa Pwani wakati huo, hayati Andrew Shija, akimkaribisha Rais Mwinyi katika mkutano wa hadhara, akawataka watu wote wasimame kwa dakika moja kuwakumbuka wafanyakazi wa Kilombero waliokufa wakitetea haki zao. Rais naye alisimama, uhuni wa marehemu ukafutwa, akageuka kuwa shujaa. Askofu Bagonza anasema kwamba kilichofuata ikateuliwa tume kuchunguza tukio hili. Lile matokeo ya tume ile nimeshayasahau, ila ninayajua. Anasema kumbe kuwajibika kuliondoka na hayati Ali Hassan Mwinyi. Tukio la Shinyanga kuwajibisha kuliishia na operesheni Kimbunga ya JK. Ukifanya kosa baya kwa nia njema, unawajibika kumwokoa aliye juu yako, hata kama alikutuma Kimbu. Kumbuka kwamba ana uwezo wa kukutumbua hata kama alikutuma. Usipowajibika na yeye asipokutumbua basi mjifunze kuzima swichi, anasema damu inatosha, mwagieni maziwa. Itaendelea kesho. Hii ni tafakuri kutoka kwa kalikawe la kadinda Bagonza, Askofu Bagonza akisema kwamba tusimame dakika moja tuwakumbuke wahuni. Mtazamaji, tutafakari kwa pamoja haya yote lakini, nakutakia wakati uliyemwema.